Ni zoezi la medani la pima uwezo 2025 lilohitimishwa mkoa mkoani Shinyanga maafisa na askari wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ wakitokewa kuviishi viapo vyao walivyopata wakati wote wa utumishi wao jeshini. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa majeshi ulinzi Jenerali Jacob John Mkunda, katika kilele cha kuhitimisha zoezi hilo, mkuu wa kamandi ya jeshi la nchi kavu Meja Jenerali Fadhili Nondo amewataka maafisa na askari kuwa tayari nyakati zote kulinda mipaka ya ardhi, anga na kwenye maji dhidi ya uvamizi wa adui. Yale yote ya mnayojifunza katika zoezi hili yaende kuwa chachu katika utendaji wenu wa majukumu ya kijeshi ya kila siku kwa kuendelea kujenga uzoefu na ufanisi pindi mpange wapo jukumu husika katika utekelezaji wake. Niwakumbushe kuviishi viapo vyetu wakati wote wa utumishi wetu jeshini katika kuilinda na kuitetea nchi yetu Tanzania kwa uzalendo weledi na ufanisi mkubwa. Katika hatua nyingine, meja ya jenerali Nondo amesema mazoezi ya medani ni muhimu kwa maafisa na askari wa JWTZ. Hakuna mbadala wa mafunzo katika utendaji wa kijeshi, kwa kuwa mafunzo ni sehemu ya utumishi wetu. Mazoezi ya medani ni sehemu ya mafunzo muhimu sana ambayo muda wote yanajenga utayari katika utendaji kazi, na hii iwe sehemu ya maisha yetu ya kila siku katika utumishi wetu jeshini. Kwa upande wake kamanda wa brigedi ya Faru brigadia generali Gabriel Kwiligwa amewapongeza askari wa jeshi la akiba mgambo. Napenda niwapongeze sana wapiganaji wa jeshi la akiba kwa umahili na kujituma na moyo wa kizalendo walioonyesha, bila kujali hali yoyote, hongereni sana Wametekeleza wajibu wao kwa weledi, kwa kujituma na moyo wa kizalendo. Hongereni sana. Na baadhi ya askari wa jeshi la akiba wanasema kushiriki kwao wa katika zoezi la pima uwezo ni faraja kubwa. Nashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutukumbuka sisi askari wa jeshi la akiba kushiriki zoezi hili la pima uwezo 2025 ambalo mimi binafsi nimeshiriki kwa moyo mmoja. Tena zoezi lilikuwa gumu na kubwa. Sisi askari wa Jeshi la Akiba tulioshiriki zoezi hili tuko tayari kuilinda Tanzania. Mimi ni askari wa Jeshi la Akiba, nimeshukuru kwa kujiunga na hili zoezi make limetufundisha mengi na ni mazuri. Zoezi lilikuwa gumu, lilikuwa tamu, tupo tayari kuilinda nchi yetu. <coughs> Hii initoka zamani TV. Mimi ni shehani Mzaina. Kuendelea kupata taarifa mbalimbali kutoka kwetu, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa za Facebook, Instagram, X pamoja na mtandao wa TikTok kwa jina la Toka zamani TV. Asante na kwa heri kwa sasa.